Content creation kwenye stand-up, labda uh, uh, uh, matangazo ya huku na mchaka, yaani kwenye clip mbaya zaidi, creativity nyingi, frequency ya kupost ipo nyingi zaidi. Mimi nasikiliziaga sana kidogo, kwa hiyo where clip, lakini kiujumla content creation, stand-up oas a lugha Kiingereza najua sio kukichezea. Nikiwarudisha kwenye hili hili ambalo ambalo limewakutanisha ambalo ni la msingi zaidi, inaonekana watu wa comedy hawajui kuvaa ama sometimes sio wakali kwenye mavazi, na wengine wanaonekana hata hawajui kujibrand kwenye hili ambalo ni la duka na ambalo limepata nafasi watu waitegemee picha na na wa loza, ya namna gani kwenye uvaaji wenu na mnahisi wametumia vigezo vipi kuwapa ubalozi au influenza kwenye masuala ya mavazi? Wakati huku wenda jamii, naona tofauti kabisa, hata hata hata kamera tuone atujapendeza kwa kwa. Tangu nianza kufanya kazi na LCOE, kiki, nimekuwa nikizingatia sana mavazi hmm. Uh, kwa sababu kwanza ni brand ambassador, ni image, ni nani kuangalia nguo huko, sasa siaje hapa Hey, takujakwayo sisi mimi kama influencer wa e hiki ya mimi na familia yangu tumeshaanza kuwa mfano hai kwa wateja. Kwa wateja aakh, v vizuri niiambacho kwenye ndoto zako, tumekuona juzi, lakini sasa hivi na vazi zimefit sababu akujanana, lakini pia navaa zote za kijana na pia na za kiuzima ili uweze kupendeza, lazima una nguo mpya au ikoi ah wazali mipangilio mz uh kwa -huh. mezile zile kuna hmm. ya zamani unaitia katikati, unaelewa kwa yeah. yeah. sababu kubadilisha kila saa nguo mpya juu, unaweza ukaweka mpya chini ya zamani, unaelewa okay. chini ya zamani, juu mpya hmm. au juu chini ukaweka chini kiatu cha zamani huku kote ukiweka, au ukiweka vyote vipya

fano swali kubwa, wanasema wanawake mara nyingi, wanawake wakiw wanawapa wanaume zawadi, watanunua boxer, watanunua socks, vest um, na mikanda yani vitu yeah, ambavyo piaahisi rahisi. Lakini inasemekana wanaume pia wanasahau sana kununua hizo vitu, yani mpaka vinaisha vinatoboka na vitu vingine. Wewe kama Mamaleonado experience yako kwenye kununua baadhi ya nguo za mpenzi wako, ama haujawahi kufanya hicho kitu, na ukifanya ni kitu gani wewe unazudia sana?

ambapo mm kwanza, usha kuwa na mtu akufanyia shopping za nguo, na ni aina ya nguo gani? Mara nyingi huwa ana t-shirts na mm mashati -hmm, ya mikono mirefu ya kawaida. Yeah, una boxa alinikataza kutumia, nilikuta boxa za draft, ana boxa zake moja elfu kumi mishazo ya tatu elfu kumi kwa hiyo saa amenisaidia nyumb